Ha, mtazamaji, karibu tena, lakini kabla ya kuendelea na taarifa zetu tukupashe taarifa ambazo tunazipokea kwa hivi sasa na ni kwamba uh, kumetokea ajali ya ndege katika kaunti ya Kwale uh, ndege hiyo ikiwa ni nambari 5YCCA uh, C208 ambayo ilikuwa inatoka kutokea sehemu ya Diani kuelekea Kichwa Tembo katika uh, mbuga ya wanyama ya Masai Mara, ilikuwa na abiria kumi na wawili na imepata ajali katika eneo linafahamika kama Simba uh, katika kaunti ya Kwale baada ya kuanguka ndege hiyo. Katika baadhi ya picha ambazo zimeweza zi, e, kuonekana awali ni kwamba iliweza kushika moto e, bado hatujaweza kupata habari zozote kuhusiana na wale waliokuwepo ndani ya ndege hiyo, ila tu tunafahamu kwamba ilikuwa na abiria kumi na wawili, e, ikiwa ni pamoja na rubani e, ni ndege ambayo e, nambari zake ni 5YCCA C20 safari ikiwa ni C208 ilikuwa inatokea sehemu za Diani e, katika kaunti ya Kwale ikielekea sehemu ya Kichwa Tembo e, katika mbuga ya wanyamapori ya Masai Mara, lakini hataiweza kufika huko, maanake imeanguka katika sehemu linalofahamika kama Simba e, katika kaunti ya Kwale e, narejelea tena kwamba ilikuwa na abiria kumi na wawili pamoja na rubani, lakini kufikia sasa hatuwezi e, tukaeleza bayana kuhusiana na hatima yao. Uh, hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Lawrence Nganga aliyeko katika kaunti ya Kwale, tunaungana naye kupitia njia ya simu. Uh, Lawrence Nganga, bila shaka eh, ni habari ambazo zimetufikia, lakini nafahamu ni ajali iliyotokea awali kidogo. Hebu tueleze uhakika saa ngapi pengine ajali ilitokea, saa ilitokea eh, na ilikuwa imetoka Diani eh, saa ngapi hivi kuelekea eh, eneo la kichwa tembo? Ni kweli kwa hivi sasa niko katika eneo la mkasa, ni katika kijiji cha Nyando e, hapa Timba Golini kaunti ya Kwale ambapo ndege ya abiria ambayo ilikuwa imebeba watalii ilianguka mwendo wa saa mbili hivi na e, ku, e, kuungua kabisa, na hakuna hata mmoja ambaye aliyekuwa kwenye ndege hiyo ameweza kunusurika, na inaripotiwa kuwa ni watu kumi na wawili ambao walikuwa wameabiri ndege hiyo pamoja na rubani wao, na ilikuwa inatoka e, katika eneo la Diani e, kuelekea huko Narok katika mbuga ya Maasai Mara eneo la Kichwa Tembo. Na kufikia sasa e, katika eneo hili kuna e, wingi wa mvua, kuna wingi wa e, ukungu. Eh, shughuli za kuweza kuokoa mabaki ya ndege hiyo zimesitishwa zi kwa sababu ya hali ya anga ilivyo kwa sasa. Mvua inaendelea kunyesha kwa kasi, na pia eh, eh, kuna ukungu na watu hawawezi kuona eh, ka, ka, ka, ka, karibia mita kama hamsini hivi. Kwa hivyo watu wako pembeni, wanangojea pengine mvua iweze, eh, kupusa, ndio eh, waweze kuokoa mabaki ya ndege hiyo, lakini tunachofahamu kufikia sasa ni kwamba Uh, ndege hiyo ime, imeungua kabisa na waliokuwemo uh, wameangamia kiasi cha kutotambulika. Uh, tuko katika eneo la mkasa, tutaendelea kuwajuza uh, ni yapi yanayoendelea kujiri hapa. Uh, wakati mvua hii itakapousa, tutawaeleza zaidi. Nam, um, uh, Lawrence kabla hujaondoka, pengine tueleze hali kamili iliyoko hapo, maafisa walioko hapo, na pengine zaidi ni tuweze kujua safari ya ndege hii ilianza saa ngapi, maana kama unavyosema hali ya anga um. Kwa sababu kuna pengine wengine uh, e, wakataka kujua pengine hata kufikia sasa uh, e, pengine kilichosababisha ama kinachokisiwa kusababisha e, ajali hiyo, safari ilianza saa ngapi, na ilikuwa pengine inakisiwa e, kufika eneo la angatua ya e, mara eh, kama saa ngapi hivi eh, eh, maana ilianguka mwendo wa saa mbili. Ni kama ilitoka eneo la Diani eh, kabla ya saa mbili ama saa mbili hapo kamili, kwa sababu kutoka Diani hadi mahali ambapo mkasa umetokea huenda, eh, ikawa ni kama dakika kumi au kumi na tano hivi kwa ndege na pengine ingeweza kutua katika eneo la Kichwa Tembo mwendo wa saa tatu hivi. Na waliokuwa walioko hapa ni maafisa wa shirika la msal, Msalaba Mwekundu pamoja na maafisa wa polisi kutoka vitengo vyote eh, kuna wale wa eh, shirika la, wa, la huduma kwa wanyamapori. Kuna wale wa shirika la huduma kwa misitu na pia kamishna eh, wa kaunti na kamanda wa kaunti walikuwa eneo hili, lakini wameweza kuondoka muda eh, mchache uliopita, lakini wanaongoza ama wamekuwa wakijaribu kuongoza shughuli za eh, kuokoa mabaki na pengine eh, kutoa miili ambayo imeweza kuteketea katika mkasa huo eh, japo ambayo inaendelea kunyesha ime, ime, imefanya uh, ime, ama imeleta changamoto na ku, um, ku kuwafanya uh, waliokuwa wanaendeleza uh, shughuli za kuokoa mabaki kusimamisha ku, shughuli hiyo kwa, kwa muda. Na, na mwisho mwisho kabisa Lawrence, kwa kifupi sana tu tueleze, ndege hiyo imeanguka sehemu gani? Sehemu ya kichaka msitu, ama ni sehemu ambayo pengine unahisi kwamba inatumika hata pengine kwa makazi au shughuli za kilimo na kadhalika. Hapa tulipo ni katika kijiji cha Nyando wodi ya Simba Golini eh, katika eneo bunge la Matuga, na mahali ambapo ndege imeanguka ni eh, kuna kitaka hivi kuna kitaka eh, na kando kando kuna barabara ambayo inaelekea katika vijiji vya hapa. Kuna kijiji cha Viongoni ambacho kiko karibu kwenda hivi, kuna kijiji cha Nyando kule chini, kuna Mbuguni, lakini ambapo ndege imeanguka ni katika sehemu ambayo iliyo na kitaka, na kwa hivyo pia in, in, inaweza kutatiza shughuli za ku, kuokoa na, na, mvua inavyoendelea kunyesha pia inatatiza shughuli hizo kwa sababu ni nikitaka, lakini ni kando kando mwa barabara ambayo inaelekea katika kijiji cha Nyando karibu, eh, ambapo kuna makazi ya, ya watu Naam. Asante sana Lawrence Nganga, huyo akiripoti kutoka sehemu ya Golini ambapo ndege hiyo e, iliyoanguka imeweza kupatikana, akituarifu kwamba abiria wote kumi na wawili, mpaka kufikia sasa hakuna mmoja aliyenusurika, na kwamba wengi wameteketea e, kiasi cha kutoweza kutambulika. Ni masikitiko wetu yote kwa wale watalii ambao wameangamia katika safari hiyo pamoja na rubani e, ndege yenyewe ikiwa inasimamiwa na huduma zake zikiwa zinaendeshwa na kampuni inayofahamika kama Sky Rover. Ilikuwa ni ndege yenye nambari 5YCCA, safari ikiwa ni C208. Na kufikia sasa mamlaka ya kusimamia safari za ndege hapa nchini Kenya Civil Aviation Authority imetoa taarifa ikieleza kwamba inathibitisha kwa masikitiko kuwepo kwa ajali hiyo ama kutokea kwa ajali hiyo katika eneo la Kichwa Tembo. Um, uh, ni wiradi. Katika ajali hiyo ambayo ndege ilikuwa inatoka Diani kuelekea eneo la Kichwa Tembo na kuanguka katika eneo uh, uh, uh, la Tsimba, sehemu inayofahamika